Na tulimwambia tuachie akakataa. Sasa tunataka tusaidia aje Raila? Si lazima tumwambie ukweli bwana, wewe kufa tu na Raila wako. Sisi tulikufa na yeye tukabeba tukachoka. Saa hii sasa acha tubebane na watoto wetu. Mimi na beba tujojina tembea. Mimi siwezi beba tena huyo mzee. Kama we Musalia Mudavadi alibeba akashindwa, akaondoka, kwanza alitoroka, akuangalia nyuma Wetangula mtoto wetu akabeba akasema, Raila ni mzito, hawezi beba. Baada ya tendo opposition, mtoto wetu George Natembeya, ndio huyo akajaribu tena kubeba Raila Odinga. Uzuri Mungu akamsaidia akaangukia ugavana kule Trans Nzoia. Bure by friend, mtoto wetu tena angekuwa kwa baridi kama Raila Odinga. Haya, hapana bwana gaucho, acha tukwambie bwana, usizoe eh? Na ukikuja sana, ukikuja sana, mimi nakwambia ukweli. Ukikuja sana hata wewe utajua, ujui sisi Waluya tumejipanga na tuko tayari kwa mtu yoyote saa hii. Ei, maneno ya kutuuzia uzianga uoga ati wao Waluya ni waoga sijui nini, hakuna hakuna. Sai cheza na mtoto wetu, sisi tunakuja tu na wewe. Hakuna maneno ingine, tumesaidia watu wa Nyanza wamepata airport. Wamepata eh, eh, meli za maji kule Kisumu eh? wamepata reli gari ya moshi inaenda mpaka Nyanza kata sio voti za waluya ati sai tukisapoti mtoto wetu mnataka kuanza kutuletea nyen bwana hiyo nye, nye, nye, nye. nye, nye, nye, nye. tumewaone iti hey, hata Raila tulimuonee itii tumesaidia hey. sai kwa nini hata kuangalia waluya akawapea hata ka bajeti kidogo tukajishikilia nani amepea amepeana vitu zote na kwa, kwa kwa, kwa, kwa, kwa jamii yake Eh. Na mimi nataka kuambia Waluya wetu yoyote atakuza chuji na atembe eh. Hey, sisi tunafurugana naye, akuna maneno kupembeleza punda kwa mteremko. <laughs> na muambie Gaucho Waluya tuko tayari kwa mapambano yoyote yamwenya ataleta, hmm. mapambano itakuwa mapambano ingine mbaya, na kama Gaucho anatupima muambie alete iyo vita, iyo vita tutaipeleka hapo kwa mpaka ya ya Busia ya nani tunaipeleka hapo, tutabloko hapo na tubloko kule Kakamega. Mubaki huko kwenyu, pana mtu asijaribu kutusahi kutuzia uoga. Tuko tayari kama jamii ya Western, na gaucho koma na tembea, mimi nakuambia wazi, usijaribu tena kuchezea na tembea. Mimi kama Dennis Wanjala napenda Raila Amolo Odinga lakini nakosoana na yeye vile amekuwa akifanyia jamii yake sio mzuri. Watoto wa watu wamama ni wajane, lakini yeye akiingia kwa serikali hata akumbuki wale wamama wajane wazazi wao, mabwana wao wamekufa, akumbuki wale wa, wazazi walipoteza wamama, anakula peke yake. Alafu hapa sasa hivi na George, na atembea, alikuwa ana protect the interests of the Luo community. Wasijaribu kututishia bwana, kama unataka kututishia, na nani kuja kwanza ututishie ukiwa hapo Western, kuja hapo Kakamega, Busia, Bungoma, Trans Nzoia kuja ututishie hapo eh, kuja ututishie haki. Kama we ni mwanaume kuja ututishie, ututishie ukiwa hapo bwana. Kuna saa hii muluya mwenye anauziwa uoga saa hii? Mimi saa hii nimefunguliwa macho, nimeona mbele. Ati sai tena tufuatane na maji, maji, maji tupeleke maendeleo huko. Hakuna saa hii sisi tunataka maendeleo Western. Na mtoto wetu niliambia juti usitishwe na mutu. Sasa weka ucho kucha polepole pole, my friend. Hata kwa ODM ujulikani ua julikani ku ODM Sani anamujuwa. Ako na positioni gali kwa ODM uyu gaucho? Ama ni kufuata tu Raila Raila Raila Raila Raila, akienda kukula majani gaucha anabaki kwa msitu okay. Saa hii Raila ako kwa broad base, gaucha ako wapi? si chokora ya kawaida tu wana, usitulete na uwache siasa ya kabila, mheshimu gaucho. Gaucho alisema ukweli, wache utusi wa kitu. Gaucho alisema ukweli kwanza, hata palipenye naunga gaucho mkono deno, palipenye naunga gaucho mkono, ni ya kusema ya kuamba kiongozi wa Western ni bas kama msalia ni kiongozi. Mbona wakati msalia Raila Odinga uh, na William Ruto alikuwa KICC wakitengeneza serikali yao, huyu msalia ya alikuwa anaenda kutengeneza matanga. Na, na, na, matanga inatengeneza serikali. Msalia alikuwa ashatengeneza serikali na William Ruto. Wapi? ya kwanza ako na nini? Msajili ako na wewe Odinga, si ni ako na nini? Kwa hiyo serikali ya Ruto, ana control budget, yeye ndiye ako na treasury, yeye ndiye ana stima yote Kenya. Msajili ana